Hapa tupo katika hospitali ya rufaa Kitete ndani ya manispaa Tabora, mkoa wa Tabora. Tumekuja hapa e, tukiwa viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA wilaya, lakini pia tukiambatana na viongozi wa kata ya Kiloleni, Shekhe wa kata pamoja na viongozi wengine, tukiwa na katibu wetu wa wilaya pamoja na viongozi wetu wa serikali akiwemo kiongozi wetu mgombea wa udiwani kata ya Ipuli. Lakini pia mbele yetu pia tunao viongozi wetu wa hospitali ya rufaa ya Kitete, tunaye daktari mfawidhi tunaye hapa pamoja na waandamizi wengine. Lengo la kuja hapa ni kuja kuwasalimia wagonjwa na kuwaona wagonjwa na kuwaombea dua, lakini pia na kuwapa zawadi kidogo, ikiwa ni miongoni mwa mafundisho ya Uislamu. Tumefundishwa na mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, kwamba tunawajibika kama Waislamu kuwatembelea wagonjwa na kuwaombea dua kila wakati. Lakini pia uh, jambo hili ni katika kusherekea mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo yatafanyika siku ya Jumamosi katika kata ya Kiloleni. Imekuwa ni kawaida yetu sisi kama BAKWATA wilaya tunapokuwa tunafanya majambo kama haya ya hafla mbalimbali mbali, basi huwa tunatanguliza baadhi ya kazi mbalimbali mbali ambazo tunaweza tukazifanya za kijamii. Wakati mwingine hufanya kazi za mikono kwa maana usafi wa mazingira, wakati mwingine watembelea wafungwa, watembelea wanafunzi na wakati mwingine huwatembelea wagonjwa lakini pia huandaa hata michezo mbalimbali mbali, ikiwemo mpira na, na michezo mingine ili ikiwa ni shamra shamra za kuendea Maulidi na mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwaka huu maulidi yetu tumeona tuiambatanishe na vitu vifuatavyo: moja ni jambo hili la kutembelea wagonjwa, kuja kuwasalimia wagonjwa kuwaombea dua, lakini pia na kuwapa zawadi kidogo ya sabuni. Lakini pili, tutakuwa na ziara ya kwenda kuwatembelea ndugu zetu na mashehe zetu ambao walotangulia mbele ya haki huko makaburini, tutakwenda kwa ajili ya kuwaombea dua. Lakini tatu, tumeandaa michezo, tumeandaa michezo mpira wa miguu ambao tutacheza sisi mashehe pamoja na viongozi wa Kiloleni. Tutakuwa ni mechi kubwa tu ambayo itafanyika kesho. Uh, baada ya swala la asiri jioni katika uwanja wa vita pale, itakuwa vita vita kweli, kwa maana ya kwamba kwa maana ya kwamba tutapambana na viongozi wa wilaya na viongozi wa kata husika, ambapo ndio jambo lenyewe linafanyika katika kata yake. Uh, na mimi nimepangwa kuwa nitacheza namba mbili na shekhe wangu wa kata kule Kiloleni, Shekhe Nasoro atakuwa goalkeeper. Basi wallahi mambo ya, yatakuwa mazuri. Njoni tu na muone namna tunavyowafundisha mpira hawa vijana wa Kiloleni, wakubwa wakubwa tu wilaya, wilaya tu. Kwa hiyo eh, hawawezi kutufunga. Kwa hiyo yote haya ni shamra shamra za kuendea mazazi ya Mtume Muhammad, eh, lakini michezo hii pia tumeiandaa ili ku, ku, ku, kutangazia umma kwamba swala la, la, la, la michezo Uislamu pia umelizungumza amen, swala la, la mazoezi ni swala muhimu pia katika Uislamu. Kwa hiyo kesho, pamoja na mchezo huo, lakini pia tutakuwa tuna mashehe ambao watatoa mada mbalimbali mbali wakizungumzia masala ya michezo, kwamba nini Uislamu umesema juu ya swala zima la michezo pamoja na mazoezi. Kwa hiyo, huu ndio ujio wetu hapa leo katika hospitali yetu hii ya, ya Kitete. Tunashukuru kwa mapokezi mazuri ambayo tumeyapata kupitia viongozi wetu, wametupokea vizuri na wametupa ushirikiano mkubwa sana na alhamdulillah tunaamini kwamba wataendelea kutupa ushirikiano huo mpaka tukiwa tumemaliza zoezi hili. Tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atujalie kheri na haya ambayo tunatarajia kuyafanya basi, Mwenyezi Mungu atu, atuwafikishe atu, tuyafanye katika hali ya salama na amani, amin. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru ndugu zangu Waislamu kwa hichi ambacho kwa ajili ya kusherekea mazazi ya mtumi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalam, wameweza kutuletea zawadi kwa ajili ya wagonjwa wetu, na sisi kama taasisi yetu ya Kitete tunasema alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu alkhair Amen. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba karibuni sana, wodi zipo, wagonjwa wapo, pamoja na timu hii yetu. Mungu awabariki kwa kile ambacho umeweza kukitoa, amen na nachoomba ni kwamba tunakuomba yeye Mwenyezi Mungu ni kwamba tumesema kwamba tunaenda kuwaombea ndugu zetu mashehe wetu waliotutangulia mbele ya haki, tunakuomba yeye Mwenyezi Mungu akaibariki dua zetu, na yeye Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwapa shufaa wagonjwa wetu, yeye Mwenyezi Mungu dua itakayoenda kutolewa, yeye Mwenyezi Mungu tunakuomba ikubali hii dua yetu. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa, wa, rahmatu wa barakatuh. Karibuni sana ndugu zetu, amina, inshallah, shukran.